Yes, mambo vipi? Naitwa na Vigeta Chinduli, leo ni eneo ya Mbezi, hapa Mbezi mwisho tusema. Uh, hali ya mvua imekuwa kidogo ina inaleta changamoto katika kupata hizo uh, uh, footage, footage tunaweza tukaita, lakini so far, so good, mambo yanaenda yeah. Tuko hapa Mbezi Mbezi mwisho. Yeah. Magufuli terminal ya hii ni terminal miongoni mwa terminal kubwa sana jijini Dar es Salaam ambayo ni, ni kama airport tunaweza tukasema sometimes. Ya ina uwezo wa kuhudumia mabasi zaidi ya elfu moja kwa mkupuo, zaidi ya elfu moja kwa mkupuo. Kwa hiyo ni mabasi mengi sana na ukiwa hapa unaweza ukapata mabasi ya kwenda sehemu yoyote ile ya Dar es Salaam Tanzania. Hey, sehemu yoyote ya Tanzania Yeah, yani ya yani kwanza ya kaskazini, kusini, kanda ya magharibi, nyanda za juu kusini, mashariki na kanda ya ziwa ya yeah. So ngana nami mpaka mwisho nikaendelea ku explore what is going on here nikiendelea kuh Magufuli terminal, lakini pia niambie wewe unaijuaje hii Magufuli. So mvua inapiga sana mvua, yeah, leo mvua inapiga sana sijui tutaangalia uh, tutafikia wapi, lakini mvua inapiga sana. Uh, s so, tujaribu kupandisha juu alafu ne tutafika mpaka wapi ya yeah. Mvua inapiga sana yaani, so poa. Kwa usalama zaidi tunavukia kupitia hili daraja. Kwa usalama zaidi tunavuka kwa kupitia hili daraja yep. kwa sababu hapa chini kama unavyoweza kuona ni, ni barabara ya Morogoro, so it is very risky kuvukia kwa kupitia hapa, na ndio maana tunapita juu ya daraja yeah, so Twenzetu tuweze kuona nini zaidi kinapatikana hapa Magufuli terminal. Yeah. Ni kitu ambacho kinaweza kuhudumia zaidi ya watu <totikana> eh, mabasi zaidi ya elfu moja zaidi ya <totikana> elfu moja ya yeah. So watu wanaenda mikoani yeah, wanaweza wakafika hapa wanafika, tunaondokea hapa, kama unavyoweza kuona, hii ndio Mbezi mwisho, jijini Dar es Salaam, ya yep. Pale ni stendi ya daladala. Kwa hiyo kama ukishuka hapa, unapandisha kwenye lidaraja, unavuka upande wa pili, unaenda kupanda daladala la kwenu. Pale kuna madaladala ya kila sehemu. Kuna madaladala ya kuelekea Buza Mbogala, Kariakoo na sehemu zote za jiji la Dar. ya yeah, kwa hiyo unafika pale, unapanda then unaenda nyumbani so Esk tuvuke tuone tutafika mpaka wapi yani ligo. Na haitakiwi na sio salama kwako, kwa, is not safe kuvuka pale chini. Usivukie chini pale kwa sababu ni barabara kubwa ambapo magari ni mengi sana, inaweza ikakusababishia matatizo ya. So vuka kwa kupitia kikivuko cha daraja hili ya, kama nilivyowaambia, mvua inanyesha sana ya, kama unavyoweza kukiona, kituo ndio hiko, mabasi ndio hayo yanatoka. Ya, ni sehemu fulani vi unyama sana Magufuli, na kuna ngazi za aina mbili. Kuna ngazi hizi hapa za wheelchair, ambazo mimi napita kwa watu ambao wanatumia vile viti vya magurudumu, alafu kuna ngazi za zile za, za, za, za kawaida ambazo tumezoea. So ni unyama sana So, ukishashuka kwenye zile ngazi utapita na barabara hii hapa mpaka huku chini ambapo utalipia, utalipia kiingilio hapa mia tatu, then utaingia ndani utachukua basi utaenda kokote unakotaka Tanzania na nje ya nchi Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Zambia, Kongo, Zimbabwe, mpaka South Africa. Yeah, so hiyo ndio Mbezi Magufuli yeah, kama unavyoweza kuiona sawa. Acha nimfika ya yeah, so Mbezi Magufuli unavyoweza kuona yeah. Na miundo mbinu ya kuingilia katika stendi hii imeimarishwa sana, kama unavyoweza kuona, kuna barabara nyingi za mzunguko kuizunguka stendi ya Mbezi Magufuli yap, so ili kurahisisha Yeah. movement ya watu na magari yeah, so hiyo ndo Mbezi Magufuli ambayo haujawahi kuiona kukaona kwa huku hapa hivi yeah, hiyo ndiyo Mbezi Magufuli for you. So niambie wewe, tukio gani unalikumbuka kupitia Mbezi Magufuli ama umewahi kuitumia stendi hii ya Mbezi Magufuli ukiwa unaelekea wapi? Kama unavyoweza kuona hapa, hiki ni kituo cha basi cha Magufuli. Niambie, umewahi kuitumia ukiwa unaelekea wapi? Yap, mimi mimi nimeitumia wakati naelekea na kurudi Morogoro, na pia vilevile wakati naelekea Tanga, Dodoma na maeneo mengine. So ni stendi ambayo kwangu nimeitumia sana na for sure, utaratibu uliopo kama standi zingine zote, wapo maagent nje, lakini kama wewe hautaki kusumbuana na maagent, unaweza ukaingia ndani moja kwa moja ukapata tiketi na huduma then ukapanda basi ukaondoka. Binafsi sikuona usumbufu wowote ule kwa kipindi ambacho nilikuwa naitumia. Sijajua wewe, lakini mimi kwangu ilikuwa unyama sana so hii ndio Mbezi mwisho wa kuu Mbezi Luisi, na hivi ndivyo inavyoonekana 2025. Sijajua wewe kama uliwahi kufikiria Mbezi Luisi ama Mbezi Magufuli eh, kama unavyoweza kuona pale kibao kinavyosema eh, Mbezi Magufuli hapa, kama pangeweza kuonekana hivi. Sijui kama uliwahi kufikiria hilo, lakini hivi ndivyo inavyoonekana katika mwaka huu wa 2025, na mambo yamekuwa mazuri sana kipande hichi yeah. So cha msingi, endelea kusubscribe kulike comment na kushare, yep, ili tuendelee kuwa wengi zaidi katika maeneo haya hapa ya mjini YouTube, yeah, na nami niendelee kupata nguvu ya kuweza kuwaletea video kali zaidi, yeah. Katika stendi hii pia pamekuwa pakitokea visa mbalimbali vya watu kuachwa na ndugu zao, labda na watu walioambia wajadaa. So unapofika hapa hakikisha kabisa una, una mtu ambaye anakuja kukupokea. Kama ni mara ya kwanza, basi unawasiliana naye vizuri ili kuepusha hizo sintofahamu ya yeah. So hivi ndivyo inavyoonekana Mbezi yeah. Na hizi ndio barabara zake za maungio kuingia katika kituo hiki cha mabasi cha Mbezi yeah. Mvua inapiga sana so najaribu kuchukua footage kwa tahadhari nisije nikaharibu kifaa. Yep, so cha msingi tuendelee kusubscribe, ku like, ku comment na ku share ili mambo yasiwe mengi tuzidi kuwa wengi zaidi lakini vile vile, basi tuandikie katika comment hapo ungependa twende wapi? Yep. Yeah. Lakini pia kama una lolote unaweza kuniambia kuhusiana na stendi hii ya Mbezi Magufuli basi unaweza ukaniandikia hapo nami nitapita na, na komenti yako bila tabu yoyote ile yeah. Ya so, this is Mbezi for you yeah. Hii ndio Mbezi kwa ajili yako mzee so, kaona vua za Dar es Salaam zimeanza, kwa hiyo tuko na tahadhari ya hali ya juu yeah. So, kaona chuma ni nyingi sana zinakatiza hapa hiyo uh, ni kuonesha kwamba jinsi gani tuko katika eneo la stendi. So hiyo ndo mbezi wazee, basi za kwenda kila sehemu zinapatikana hapa, ni wewe na nauli yao. Hii sio barabara kubwa, hii ni barabara ya maungio tu ya ku, ya ku, ya kukutoa katika barabara kubwa na kukuingiza katika stendi ya Magufuli. So ni moja kati ya legacy kubwa sana ambayo aliacha JPM John Pombe Magufuli katika kutu hakikishia tunapata miundo mbinu iliyokuwa bora zaidi. Akatengeneza hii kitu zamani. Maeneo haya haya yote unayoyaona hapa yalikuwa ni nyumba, kulikuwa na majumba ya watu hapa yeah. So alivyoingia huingi, yeye ndo akaja na, na hii kitu ya kuweza ku, kuweza kuongeza miundo mbinu hii ya barabara na kutanua, na ndio tukapata hii stendi yeah. na barabara hizi hapa ambazo hii hapa barabara ya magorodi ikatanuliwa ikawa kubwa kiasi hicho. So ni kazi kubwa sana aliifanya JPM, tunampongeza na aendelee kupumzika kwa amani ya. So this is Mbezi for you 2025 ha -ha. Niko hapa kukuletea kinaga ubaga yale yote yanayojiri maeneo haya ya Nalijiri, Uhaya, Mbezi. Yeah, niko hapa kukuletea kinaga ubaga yaliyote yanayojiri, iwe mvua iwe jua, sisi tutazunguka hapa na pale kuhakikisha tu ndugu zetu mnaijua Dar es Salaam bila shida yoyote ile yeah. So kama unavyoweza kuona mvua inapiga maeneo haya so poa. Kwa hiyo nimejificha hapa kidogo niweze kuisikilizia kwanza, ifungue tu tuendelee na Tua yetu, lakini kama unavyoweza kuona hii ni barabara ya kuingilia stendi ya Mbezi yeah. Ni barabara ya kuingilia Mbezi yeah. So niandikia hapo kwenye komenti, unajua nini kuhusiana na stendi ya Mbezi yeah. Na maeneo haya Mbezi kwa ujumla nami yeah, nitapita na komenti yako bila shida yoyote. Ile huku unaweza kuona hiyo barabara kubwa ni Morogoro Road, na kule daladala ambazo unaziona ni kituo cha daladala kile cha, cha Mbezi mwisho, Mbezi Luis yeah. mm. cha, cha Mbezi Luis yeah so, unaweza ukaona mvua ni kali sana, mvua ni kali mno mm,

Yep, kama navyoona mvua bado inanyesha, so nimeamua kuchile hapa hapa kwa wana kibandani. Ah, mvua za daa kama mnavyojua, kwa kule hivi mbali hivi unaweza kaona, ngoja ni zoom kule mbali hivi, ni daraja lile la waenda kwa miguu hapo yep, kutoka ambapo, kutoka stendi au usiku katiza pale chini, unaweza kaona hivi kama kuna uzio hapa, hapo katiza hapa chini so unabidi upite juu uh. Hiyo ni kwa usalama wako. So kuna daraja lililokuwa kupandishwa kushuka, umeingia kwenye stendi ya daladala, unachukua daladala, umeenda kwenu. So hiyo ndo Mbezi Magufuli ya yeah. Ni moja kati ya greatest legacy ambayo aliiacha the late JPM. Kile pale kituo cha mabasi cha Magufuli ni yeah. Bonge moja la legacy ambayo yeye aliacha yeah. Zipo nyingi, lakini hii nayo ni moja kati ambayo inamtambulisha. So utaniambia kingine nini unachokijua? Yep, labda katika mkoa wako, basi niandikie hapo chini nami nitapita na komenti yako bila shida yoyote yeah. Ila hii ndio Magufuli yeah. yo yep. Tuendelee kusubiri subiri mvua kidogo ikatike, ili tuendelee na exploration yetu yeah. So kama unavyoweza kuona mvua imepungua kidogo, lakini yeah. kama unavyoweza kuona ukungu ni mwingi uh -huh. kwa sababu ya mvua. So tuendelee tuko explore hivyo uh, hivyo kiubishi, ili tuweze kuona yapi yeah. yanapatikana katika maeneo haya yeah. so, kitu ambacho nikiweza kukuambia ni kwamba Magufuli alifanya mambo makubwa mengi, mojawapo ni hii legacy ya stendi hapa, na legacy zingine ambazo alizifanya unaweza kanimention hapo chini, katika katika comment. Kwa hiyo anafaa kukumbukwa kwa mazuri ambayo aliyafanya, na leo ndio niko katika moja kati ya projects ambayo ali fanya kipindi cha uhai wake na madaraka yake ya, kipindi cha uhai wake na madaraka yake. Project hii ya stendi ya hapa Mbezi kama unavyoweza kuona imekuwa ni world class stage ya, ni stendi ambayo ya kiwango cha kimataifa kabisa ya, inaweza kupokea magari, mabasi kuhudumia mabasi zaidi ya elfu moja kwa mkupuo zaidi Elewa navyokwambia neno zaidi. Kwa hiyo ni mabasi mengi mengi mengi sana yanaweza kuingia. Huu hapa mbele yangu kama unavyoweza kuona ni kibao kimeandikwa pale Makabe eh, Goba, kibao ambacho kinaonyesha direction kwamba ukipita wapi unaenda wapi na ukipita wapi unaenda wapi ne, kompo, wapi, wapi. Naona pale kuna Makabe Goba, ah, Kinyerezi, Mbezi daladala terminal Ukifika fuata ramani, hauwezi kupotea ya yeah. This is Magufuli Mbezi Luis, Mbezi ya Magufuli, Mbezi mwisho, vyovyote unavyotaka kupaita wewe, unaweza yeah. Ukaona mwenyewe how it looks like. yeah. Zamani mote kulikuwa yeah. na nyumba haikuwa uh, inaonekana hivi kama unavyoiona wewe sasa hivi, kote kulikuwa na nyumba kutokana na urbanization and modernization ya kulifanya jiji la Dar es Salaam liondokana na foleni, hizi nyumba zikapunguzwa, wakatengenezwa barabara kubwa ambayo ina hii leo Morogoro Road, new Morogoro Road. Unaweza ukaona yeah. Chuma ni nyingi, Zubeli Mwanza hiyo hapo. Aha, kwa hiyo hiyo hiyo ndio Magufuli Mbezi ambayo haukuwahi kuiona 2025 yeah. so tuendelee ku explore in details tuweze kuona tutafika wapi zaidi. So hiyo ndo Mbezi Luis, uh-huh. Na usalama ni kitu ambacho kimezingatiwa sana maeneo maeneo haya hapa ya yeah, Mbezi hauruhusiwi kukatiza katiza tu katika barabara kubwa, kama unavyoweza kuona pale chini ndio barabara kubwa yeah s yes, kama unavyoweza kuona ya yeah, kama unavyoweza kuona pale ile ni Morogoro road kule uh -huh. ya yeah. So hauwezi kupita pale chini, unapandisha juu, unaamsha, haruhusiwi kupita pale chini sababu ni, sana, ni ya hatari sana hapo. Hiyo ni barabara kubwa ya Morogoro, haruhusiwi kukatiza hapo, unapandisha huku juu, ndio tunapita waenda kwa miguu na magari ambayo yanafanya mzunguko ya. Lakini sio pale, hapa ni hatari sana sana, hii hapa, na unaweza ukaona pale kuna, kuna sinyenge zile, kuna uzio ule. Kwa hiyo wewe mpaka ukatize pale, manake utakuwa umetafuta shari, ya pale sio kukatiza. Kwa hiyo unataka upite huku juu, kupita juu ukizunguka, unaenda kutokea stendi daladala, mambo yanakuwa pia So kama nilivyokuambia mvua inanyesha, kama unaweza kuona ndio maana tuna, tuna tuna labda la, kama unaweza kuona ukungu ni kwa sababu ya mvua Ya tajitahidi. So ile kule nayo ni daraja la kuenda kwa miguu, na hiyo chini unaiona ni Morogoro Road ya. Okay, ukinyosha hivi ni safari ya Morogoro, hiyo Morogoro na mikoa mingine, lakini ukirudi kule, ukirudi huku Tukirudi huku ni city center. Yeah. So this is a Mbezi for you yeah, so to the kendelee what is going on going on here at Mbezi Magufuli Terminal 2025 kaona yeah. yeah. chuma wapo Singida dodomabip ya hiyo, ndo Mbezi. Kama nilivyokwambia, usalama ni jambo ambalo limezingatiwa sana katika mizunguko ya barabara hizi, zote usalama umezingatiwa mno. Unaweza kuona hapa pia huu ni mzunguko mwingine ya yeah. Wapo na mzunguko mwingine wa Mbezi yep. So usalama ni kitu ambacho kimezingatiwa sana ukiwa maeneo haya, lakini biashara zinaendelea, watu wanapambana maeneo haya yeah, so life is good here eh, maisha ni mazuri hapa Dar es Salaam na Mbezi kwa ujumla. Wewe pia yani huja upambane kama unavyoweza kuona pale chini zinapita gari za highway road juu pale, ni gari ambazo zinazunguka sana daladala. pale juu chini pale ni yeah, this is Morogoro road busy. O, mvua inapiga takaji wake, lakini mvua inapiga kinoma so kama unavyoweza kuona, mvua mvua imekolea sana ya, lakini inaendelea tu kujitahidi, kajitahidi kule, kodi duka bora la dawa. Hiyo ndo Mbezi, kama unavyoweza kuiona, mvua tu ni kali mno, inapiga sana kipande hiki hapa, ya mvua inapiga sana kipande hiki p yep. Lakini natamani utakuwa ume umeinjoi na umeiona Mbezi kwa angalau kwa uchache, yeah. Kwa kati ambavyo nimekuonesha utakuwa umeiona utakuwa ni ume yep. Jambo la unyama sana, maana mvua mvua ni kali mno yeah. so, Niandikie kwenye komenti, umeionaje Mbezi? Uh, nini kifanyike? nini kiboreshwe? yeah. Hiyo ndio Mbezi. Yeah, na huu ni msimu wa mvua masika ya uh, hapo, hii ni masika kama unavyoweza kuona, so mvua inapiga kinyama.